Hello guys, welcome back again in our youtube channel iujina langu nii leo bwana nakwenda kuelekeza njia mpya ya kuweza kusoma sms za mwenzi wako yani si kwenye simu yake cha kuzingatia maelekezo haya lazima uwe umeshika simu yake Nadhani hapo tutakutumeelewana yani lazima ushike simu yake ili uweze si sindio hatua ya kwanza utaenda kwenye foni Kabla ya kukansela video subiri, hatutumii kodi sawa? hiyo ni ya, ya zamani na simu nyingi haikubali. Hatutumii kodi, so tabonyeza vidoti vitatu juu. Hii ni kwa watumiaji wote wa Android. Ni jambo ambayo pia natakiwa kuzingatia, hizi setting kwa watumiaji wote wa Android. Tumia simu yote Android, fuata ya maelekezo yatakuleta, yatakuleta yatakupa matokeo halisi. Yeah. So takuzingatia hivi vitu ninavyokuambia then utaangalia na toleo la simu yako kwa sababu huenda simu yako isikuletee mpangilio kama huu kwa sababu kuna mwingine anatumia Samsung mwingine Tecno mwingine nani mwingine Infinix mwingine Oppo kwa hiyo kienda setting sio kwamba kila mtu itapia sawa kama hivi inaonekana kwangu lakini kuna vitu vya kuzingatia ila kama wewe unatumia Tecno kama mimi hapa kwa kuweza kuseti hiyo simu na ni itakuwa simple tabonyeza vidoti vitatu huku juu baada ya kubonyeza vidoti vitatu settings baada ya kubonyeza kuna maelezo mengi yatatokea so nitatafuta kipengele kilichoandikwa Calling accounts Calling accounts itatokea namna hii sasa basi yule mtu ambayo nataka kuchukua mm, mm, mawasiliano yake eh. Mfano hii ndio simu yake. Tuashumu inaitumia mimi ndio simu yake. Na line yake au anatumia line moja au kama natumia mbili. Sawa? Kwa hiyo uta account na ile namba ambayo nitakupigiiwa wewe unapata zile SMS zako. Nitabonyeza hapo. Mimi natumia mfano natolea mfano kwa hiyo namba moja. Itatokea hivi. Maelezo yatatokea mengi. So wewe utaenda kwenye settings yako call forward. Tabonyeza call forward. Utasubiri itategemea na kasi ya simu yako so utabidi usubiri ili uweze kukamilisha setup baada ya kufunguka itaonekana hivi ona baada hapo utabonyeza hapo juu kabisa palipoandikwa Always forward so ukishafika hapa utatia namba yako ya simu hapa umeona mfano mimi nitatia namba yangu sifuri ngapi ngapi umeona hizi ni za mfano tu hapa nazipachikia ovyo ovyo sisi zipo ngapi kisha nabonyeza turn on umeona hii turn on na kisha bonyeza turn on eh, kwa hiyo, unaweza kukuta, unaweza kukuta kwa hiyo unaweza kukuta unaweza kukuta kwako ipo tofauti kimpangilio mpaka kufika hapa lakini kile kinachotakiwa unakuwa umeki, umekipata umeki baada hapo utaturn on baada ya kuturn on hapo utaendelea kupokea call na SMS. kwenye simu yako kwenye namba uliweka kumbuka hii ni simu yake namba unaweka hapo ni ya kwako usije ukajichanganya za kwako zikaenda kwake e. ili wa kwanza e. kupata update tena kali kutokea pale Rajab Synic usau kubonyeza alama kwa subscribe hapo chini ku like ku comment na ku share video hii mi ndo sapoti naohitaji kutoka kwako. Jina langu ni Rajab Synic.